Pesa chafu kule jua kali kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mto hao, hiyo ni hatia. Ukiwa na nyumba, una jukumu la kuhakikisha aidha uko na septic tank ama una connect eh, chafu yao kwa, eh, kwa, kwa, kwa ile sewerage ya Kakamega eh, eh, company. So ukiona mtu anaweka maji ma chafu kwa, kwa mtaro ama kwa, kwa, kwa public, inatakiwa tu ashitakiwe. Kwa hivyo, hiyo ni jambo, tukienda kufanya inspection, tutaenda kumpea notisi. Alafu asipofanya, tunaweza kumpeleka kotini yeah. awesome. asanteni sana Kwa majina anaitwa Benon Wasonga, anafanya na shirika la Practical Action kama project manager. Sisi tunashirikiana na county government kwa kuhakikisha, tuko tumehakikisha tunaishi kwa mazingira safi, tumetenganisha takataka nyumbani ili vijana wetu the waste collectors wapate ajira kutokana na mambo ya takataka taka. Kwa leo tunashirikiana na county government uh, to sensitize the community kuhusu mambo ya waste segregation, ndio kwa maana tumekusanyika hapa wote, uh, students, uh, watu wa county practical action, na wananchi wote ili tufanye clean up tukifanya sensitization kwa community. Kwa majina naitwa Wanjala, mimi ni kiongozi wa vijana mm -hmm. <laughs> Okay, uh, Kakamega County na pia na represent Kakamega West Handlers Association na tuko hapa, vile wenzangu wamesema, tumejumuika katika vitengo tofauti tofauti kuhakikisha ya kwamba tuna tunahimiza wakaazi wa Kakamega mambo ya social behavior change kwa mambo ya taka, kwa sababu imekuwa nomi yetu kuweka takataka katika drainage zetu hapa town na pia kule ambapo tunaishi kule mashinani, na kuanzia leo ama kuanzia wakati practical action walikuja wameinvolve vijana kama sisi pamoja na wanafunzi wenye wako hapa na kila mmoja kuhakikisha ya kwamba tunapeana uh, tuna, tuna information ku change the social behavior change kwa mambo ya taka ambayo tumekuwa nayo hapa Kakamega. Pia wanatuletea MRF hivi karibuni, ambapo uchafu wetu wenye tutakuwa tunatenga tutakuwa tunaweka kule kulingana na sheria uh, vile mkuu wa municipality amesema. So mimi tu ni kuwashukuru um, wahisani wetu wakuu Practical Action wakishirikiana na serikali yetu ya county government of Kakamega kutuletea mradi huu Kakamega. Tunajua ya kwamba at the end of this project Kakamega will be one of the most clean towns in Kenya. Thank you. Kwa, kwa majina ni Amina Omari mimi ni mwanadada ambaye na represent wanawake katika association. Ningependa tu kusema shukrani kwa Practical Action wakiungana na County Government of Kakamega, tungependa kuwashukuru tu kwa kuleta huu mradi huku na ningependa kuhimiza vijana. Vijana wengi wanalia ya kwamba hakuna kazi, na vile mnaona jinsi ambavyo tuko hapa siku ya leo, hii ni kazi, ni kazi ambayo imebuniwa kupitia Practical Action na County Government of Kakamega. Vijana, tusipende tu kusema hakuna kazi na hakuna kazi chafu na hakuna pesa chafu kazi. Ni kazi, tusichague kazi. Ndipo sasa siku ya leo tuko hapa kufanya usafi, na huu usafi hatujaufanya mara moja mara mbili au mara tatu, tumeufanya mara kwa mara. Ndipo sasa siku ya leo tuko hapa tunaelekea maeneo ya Amalemba kufanya usafi, kuhakikisha ya kwamba mji wetu unakaa safi, na ningependa tu kusema Practical Action wamependa kuleta wamependa kuleta project hii ya kufanya usafi Kakamega, kwa maana waliona Kakamega ni kaunti ambayo uchafu imetapakaa kila kona, ndiposa wakaamua hii project ifanyike hapa. Ningependa tu kushukuru Practical Action na sasa, hii Practical Action wamechukua miaka mbili hapa Kakamega na walikuwa wamependa wafanye miaka nne hapa sasa. So, tungependa kujiuliza tu, tu hii wakati ambapo Practical Action wamekuwa hapa kwa miaka mbili na wamebaki na miaka mbili. Wakiondoka ni nini ya maana ambayo tutafanya ambayo wataona wameleta mafunzo kwetu na tumeelewa mambo ambayo walikuwa wanatufunza. Asante kwa mara nyingine tena, nataka kuwasalamia wanangi wakandoka akiwaambia inaitwa chako Juma Shamala, mimi nimesimamia kitengo cha usafi akamiaka na munisipaliti, na jukumu letu kama manispaa nakata wananchi wakae katika hali ya usafi. Kwa hivyo kwa niaba ya Kakamega municipal board na municipal manager, nataka kueletea salamu zao nikuwaambia kwamba tumefurahishwa na hawa wahisani wetu wa practical action pamoja na Regen Organics ambao wamekuja kuchukua taka ambayo inaoza wapeleke kule mnyasi iweze kuunda mbolea ambayo itasaidia wakulima mashambani. Kwa hivyo mradi huu, wananchi wa Kakamega, na waambie na mradi ambayo anataka tukumbatie kwa nguvu sana, kwa sababu kwanza Kakamega haina factories na his excellency the governor ameweza kuleta huu mradi na kampuni ya Organics na practical action kule mias matawa, na watu wetu watapata kazi na watu wetu watapata mbolea ambayo haiwezi kuleta mabara katika mashamba. Kwa hivyo ningependa kuwashukuru tu wananchi kwamba sisi leo tuko hapa kuhamasisha wananchi, leo tunafanya clean up mpaka kule Malemba, lakini tena tunatumia nafasi hii kwa kuhamasisha kwa so, wananchi kwamba mambo ya taka